Kwa mara kadhaa mataifa ya bara la Afrika yameshuhudia mapinduzi ya kiserikali kutokana na utawala wa kiimla na ubepari uliosheheni. Mataifa kama vile Mali, Naija na Bukinafaso yalishuhudia mapinduzi ya kijeshi na kuchangia kufutiliwa mbali kwa utawala wa kiraia. Taifa la Sudan, Sudan Kusini na Kenya yalishuhudia maandamano ya kushinikiza mabadiliko ya uongozi, ambayo yalisababisha mamia ya watu kupoteza maisha yao, licha ya azimio lao la kuwa na mageuzi ya uongozi. Matukio haya ya shinikizo la mabadiliko ya uongozi yalishuhudiwa pia katika taifa la Madagascar lenye idadi ndogo ya watu ambalo liko kwenye kisiwa, vijana wa kizazi cha Gen Z wakijitokeza kwa wingi wakimtaka rais wa taifa hilo la Madagascar, Andry Rajoelina, kujiuzulu. Hata baada ya rais Andry kuvunjilia mbali serikali yake wiki iliyopita kama njia mojawapo ya kuzima hasira za waandamanaji, hatua hiyo haijaweza kuwatuliza waandamanaji hao wanaolalamikia ukosefu wa maji na umeme, ajira kwa vijana, kukithiri kwa ufisadi na kupanda kwa gharama ya maisha. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watu wasiopungua ishirini na wawili wamepoteza maisha yao na zaidi ya watu mia moja kujeruhiwa katika machafuko hayo. Madagaska imekumbwa na maandamano kwa mara ya kwanza tarehe ishirini na tano mwezi Septemba katika kile kinachoelezwa kuwa ni wimbi kubwa zaidi la maandamano kuwahi kushuhudiwa nchini humo kwa zaidi ya miaka kumi na mitano. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM, ladha ya pwani.